Kasirika kwake akamwambia, baba, mimi niko pamoja nawe siku zote, ninakutii kwa <coughs> nini usinipe hata mimi mwanambuzi nikafurahi na marafiki zangu baba? Anamwambia mwanaye, Mwanangu, wewe huo pamoja nani siku zote, mdogo wako alikuwa amekufa, sasa amefufuka alikuwa amepotea, sasa amepatikana. Ni maneno mazuri sana ya baba kumfariji mtoto wake, na tena katika kumfariji huko, wakafanya sherehe iliyokuwa nzuri. Kijana huyu alionekana mtu mwenye cheo katika maisha yake. Mtu mwenye choyo hataki mwingine aweze kufanikiwa. Mtu mwenye choyo hataki mwingine aweze kupewa kitu, lakini kwa kuelimishwa huku na baba yake, tumaini kubwa wamempata mdogo wao, wamempata mdogo wake. Ndugu zangu wapendwa, ujifunze usiwe watu wenye choyo kutokuwakaribisha wengine katika familia zetu na kuwaona wengine kama hawafai kitu, na kuwa unaingia katika vishawishi ambavyo vinaweza kukusababishia kukaa katika dhambi, kwani kishawishi ni mvuto wa kutenda dhambi bali kishawishi sii sana. Zangu wapendwa, tuendelee kuimarika katika maisha ya kiroho, katika maisha ya kimwili. Tuige mfano wa baba huyu ambaye aliona huruma iliyokuwa kubwa kwa mwanae huyu mpendwa. Nasi watoto wetu walikukosea, tuweze kuwaonya na kuwachukulia kwa upendo kama Paulo anavyokuambia katika walaka kuu wa pili wa Wakorinto: mpatanishwe na Mwenyezi mpata mpata Mungu, mpatanishwe na Mungu. Tunapatanishwaje na Mwenyezi Mungu? Kwa njia ya Kristo Yesu, ndiyo ambaye anakupatanisha kwa sakramenti ya kutubio, ndipo ambapo tunapatanishwa na Mwenyezi Mungu. Mtoto huyu amepatanishwa na Mwenyezi Mungu sakramenti ya kitubio, aliporudi na kumwambia baba, tazama nimekosa. Je, sisi tumerudi mara ngapi kwa baba na kumwambia baba, tazama nimekosa, si stahili hata tena kuitwa mwana wako, bali nifanye kuwa kama mtumwa wako, na baba akakwambia, mwanangu, karibu katika furaha yangu, nami nimekusamehe. Je, ni mara ngapi tunaipimgilia sakramenti ndio, ni mimi na wewe ndio ambao tunaalikwa kuikimbilia sakramenti hii ya kutubio tuweze kuipatanisha na Mwenyezi Mungu. Basi tuendelee kuipatanisha na Mwenyezi Mungu katika dominika hii ya furaha, tukiendelea kufurahi kwa pamoja, tukiwa tunahakika kwamba ukombozi uko karibu, maana yake mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo ndio ukombozi wetu katika maisha yetu ya kila siku. Pasaka hii karibu, tuendelee kufanya mabadiliko ya kina ili tuendelee kujipatanisha naye ili tuendelee kuitwa wana wa Mungu na tuendelee kututugilia utakatifu wake na tuwe warithi wa ufalme wa mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo yes.